Leo naomba nikufundishe kubond. Nitatumia nywele kutoka Darling, ni bump alafu nitasuka nywele ya mteja wangu mistari kawaida. Nitafunga tishu kichwani ili nikija kuvalisha kofia baadaye nikitumia gundi isiende ikagusa nywele ya mteja wangu. Na uzuri ni kwamba tukibond nywele yetu hii ambayo nitakuonyesha hapa, mteja na uwezo wa kuvua kawigi kake akavaa pale ambapo anahitaji. Sasa kwa uta apply Uh, gundi unaweza ukapaka kidogo kidogo, au ukapaka kichwa kizima, kama mkono wako utakuwa uko haraka, sawa sawa. Alafu kwenye mstari kabisa huku ambapo weaving yetu imejishonewa vizuri kabisa, ndio tutaenda kupaka gundi, alafu tutaenda kuipachika katika ile kofia. Unaweza kupachika kama hivyo, ukawa unakausha na blow dryer, lakini ukiwa umepaka mwanzoni kabisa gundi, kwa kadri muda unavyoendelea gundi yako inazidi kwa inakauka, kwa inashika kwa uharaka, lakini ukipaka hapo hapo itabidi unatumia blow dryer kwa ajili ya kukausha sawa. Kwa utakuwa unagandisha kuanzia mwanzo wa sikio mwisho wa sikio, unakata sasa. Hakikisha unakata kwa sababu usipokata ukasema urudishie nywele yako haiwezi kakaa vizuri. Naomba nikukumbushe, mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy, lakini kwa wale ambao mnahitaji kujifunza kubondi, kusuka, kuseti, mambo yote ya saluni tunawakaribisha sana. Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo. Kuna wale ambao kaka zetu mnajua akunyoa, tayari unahitaji uongezee ujuzi. Ukiongezea ujuzi wa kubondi ni vizuri zaidi, kwa sababu kubondi kuna sehemu ambayo utaapply ile ujuzi wako wa kunyoa. Sasa, wala ambao mnasema kusuka mimi siwezi, lakini mm, mpaka kubondi ushindwe? Hapana, karibuni sana, muweze kutumia fursa hii ya urembo. Urembo, urembo ni fursa, urembo ni ajira. Tunawakaribisha sana Farida Beauty Academy. Lakini pia kwa wewe ambaye sasa unajiuliza je, hata kama sijui nitaweza, utaweza vizuri. Tunapokea mwanafunzi hata kama huna idea yoyote. Kwa wale ambao unahitaji na tayari una idea kidogo, pia tunakukaribisha. Karibuni sana, tunaelewana kwa hiyo nitaendelea kubondi nywele yangu upande wa mbele. Nimeanzia upande wa mbele kwa sababu nataka nikija kufanya ile final touch nywele zingine zije upande wa mbele kwao, tutazungusha kote mpaka tutabakisha hapo katikati, tutaenda kuimalizia. Baada ya hapo, tutaenda katika hatua, hatua nyingine ya kunyoa ya ku prune nywele yetu iweze kukaa vizuri kabisa sawasawa. Kwa wale ambao mnahitaji sasa umeshajifunza kubondi kama hivi online, unahitaji kutuma feedback yako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, ni bure kabisa Unachotakiwa kufanya hakikisha umeingia YouTube, tafuta Farida Othman, kisha gusa batani nyekundu ili andikwa subscribe kama hivi ambavyo unaona. Baada ya hapo, njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen. Hata kama hautojiunga kwenye grupu, unaweza kutuma zile feedback zako tukazidi kukurekebisha. Namba zetu jinsi ya kujiunga na chuo zipo kwenye screen. Nafasi bado zipo wazi. Sasa nitachukua mkasi alafu nitakwenda kukata zile ambazo zimezidi au zimeinuka inuka. Sasa kwa hiyo nitakata zote, nitapunguza juu juu. Unaweza kutumia mkasi ukawa unapunguza juu juu. Sasa usiwe na haraka, nenda taratibu, rudia kadri ambavyo unaweza. Usije ukakata kwa mkupuo ukajikuta umekata nywele ambazo ulikuwa hauzihitaji. Hivi viwembe ni vile ambavyo tunatumia kwenye dema planning Una uwezo wa kutumia kwenye kuprune nywele yako kama hivi, una uwezo wa kutumia kiwembe tu cha kawaida. Sawa sawa, tunaelewana. Kwa baada ya kuprune upande wa nyuma, upande wa mbele, naenda kuwekea zile final touch, na itakuonyesha ule ambao utakuwa ni muonekano wa mwisho kwa siku ya leo hii. Nywele akakawigi, mteja wangu ana uwezo kukavua, yani akavua, akavaa muda ambao anajisikia